Tunaona Ibrahimu kwenye Mwanzo sura ya 13 mstari wa 10 na 11. Ukisoma Mwanzo 13 yote pale, kuna wakati Mungu alipomwambia kwenye mataifa sura ya 12, kwenye Mwanzo sura ya 12, alipomwambia Ibrahimu, "Toka nyumbani mwa baba yako." Ibrahimu alitoka na ndugu yake Rutu, si ndio? Ifika mahali Ibili Rutu na Ibrahimu wagawanyike katika vende yake ya. Ibrahimu akamwambia ndugu yake Rutu, "Chagua wewe Unataka kumiliki eneo gani? Inasema mwanzo kumi na tatu Lutu akachagua lile le eneo lenye majimaji lenye unyevu lenye rutuba, akaacha maeneo ambayo ni makao. Mwanzo kumi na tatu anasema Mungu akambariki, akamzidishia mafanikio na utajiri Ibrahimu, mara tu baada ya kuachana ndugu yake Lutu. Kwa hiyo chaguzi za kibinadamu labda niende hapa au nifanye, nikikaa hapa litafanikiwa, si akili ya Mungu. Mungu anaweza kukutadilisha, sema sehemu ambapo watu waone fedha, sehemu sema hamna mzunguko wa fedha, na Mungu hataki utembee, hataki uanze kuwaza kama wengine wanavyowaza sema, na wanaokoka, ah, kwamba hii huwa wakati sio mzuri wa biashara, hiyo ndio haliripi sana haina mzunguko. Usizungumze lugha ambayo watu duniani wanazungumza. wewe ni mwana wa Mungu, zungumza kile ambacho Mungu unamsikia anasema, kwa bari yenyewe ile. Hapo Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wengine wanasema hapa sifanikiwi, wewe sema mimi nitafanikiwa. Wakati wanasema mambo ya biashara, sema mimi nitafanya biashara. sio eneo inasababisha ya kwamba wewe ufanikiwe, ni kibali, ni neema ya Mungu ndio inakufanikisha. Hapo Bwana Yesu asifiwe sana, nisikie vizuri. Ukisoma Mwanzo sura 21 mstari 22 na 23, tunaona wafalme na wakuu wanatambua kibali na neema ya Mungu iliyokuwa juu ya Ibrahimu, kwamba Ibrahimu amefanikiwa kwa sababu anatembea na kibali na neema ya Mungu. Wafalme watu wa huko wanatambua. Ifike mahali mafanikio yetu yatokane na neema na kibali cha Mungu na watu wanaotuzunguka watambue kwamba huyu ana Mungu anayemfanikisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikize vizuri, wakati wa Isaka mtoto wa Ibrahimu kwenye Mwanzo sura 26, ukisoma yote. Mwanzo sura 26 Biblia asema tukakumbwa na njaa kubwa sana. Mwanzo sura 26 Isaka akataka kukimbilia Misri kwa sababu Misri ilikuwa na chakula Wakati ndao kukimbia Misri, Mungu akamwambia usiende Misri, nenda mpaka nchi nitakayokuambia uende. Misri kuna chakula, Isaka alikao kutoka na wana wa Israeli waende wakapate chakula. Mungu anamwambia usiende Misri, nenda Gerari. Alipofika Gerari, Biblia inasema kile ambacho wale watu wa Gerari walikuwa wanapanda kama mazao, mbegu ile ile, ardhi ile ile, hali ya hewa ile ile lakini yeye alipanda akavuna, akapata utajiri mpaka watu wa Gerari na wananchi wakawaonea huu, wakasema watu hawa wanazidi kuongezeka na wanatajirika sana katika nchi yetu, tuwaondoe halo kwenye visima ambavyo vinawapa maji. Wakawafukuza, wakavifukia, wakaenda sehemu nyingine, wakachimba, vikatoa tena maji, wakawapata, wakafukuza. Waliwafanyia hila kwa sababu walikuwa a wanaenda na chich wanakifanya walikuwa wana wanafanikiwa. wana Wewe kama unajua unatembea na neema ya Mungu na kibali cha Mungu, usihangaike na hila za wanadamu walizozunguka. Watajaribu kufanya hichi kuzimisha hichi, Mungu atainua kingine. Watafukia kisima hichi, Mungu atafukua kisima kingine. waaezas sana walipanda mbegu sawa, wali hali eh, ya hewa sawa, ardhi sawa, lakini Mungu aliongeza ilikuwa na utofauti ile panda yao na kuvuna yao, kuliko wengi wanaweza tuwe sana. Zipo jitihada, zipo nguvu, upo utalamu, lakini ipo neema ya Mungu, ipo rehema na kibali cha Mungu kinachotufanikisha kwenye kazi za mikono yetu. Kuna mtu mmoja anaongelea hapa. Jamani wapendwa, nisikilize vizuri, ukisoma Mwanzo sura ya thelathini, ukisoma yote pale, especially sura ishirini na tano hadi arobaini na tatu utaona na Mwanzo sura ya 31 mstari wa saba na hadi wa tisa na ule mstari wa 12 utaona Labani na Yakobo. Yakobo mtoto wa Isaka aliingia nyumbani kwa mjomba wake Labani akiwa mikono, hakuingia na mfugo hata huu, aliingia akafanya kazi miaka saba kwa ajili ya kupata yule mke wake, wakambadilishia, wakaswitch, wakampa mdada yake akasema siku baya, akapata miaka saba mingine akapewa sasa mke wake, alafu miaka kumi na nne hiyo akapata ile kazi, miaka mingapi? Sita. Kazi ndani ya miaka sita utajiri wa mifugo aliyokuwa nao ni, ni mara mbili ya mjomba wake Labani. Ikafika mahali Labani akataka kufanya ujanja, ujanja anakubalia nao hichi kwamba watakatoka mifugo wa rangi hii kwenye alama hii watakuwa kwako, watakuwa wakwangu, wakitoka Labani ataka kumgeuka kila namna ya hila alikuwa anataka kuifanya. Ju anasema Mungu alikuwa pamoja na nani? na Yakobo, akimfanikisha mpaka Labani ubali, akasema hakika, Mungu uliyokuwa naye tokea uje hapa, nimeongezeka, nimefanikiwa kwa sababu ya Mungu huye naye. Kuna watu wengi leo duniani wanagiza, hawana neema ya wokovu lakini wakigundua mtu mwenye nuru mwenye Kristo katika biashara au kampuni zao wanawaangalia. Kwa nini? Wanatambua kuna Mungu aliye hai anawafanikisha. Kama watu wa gizani wanaweza kutambua neema iliyoko juu ya mtakatifu fulani, vipi sisi wenye hiyo neema? Kwa nini tusitambue kuna Mungu nayetembea naye, anaweza kutufanikisha? Swala sio location, sio jiografia, kwamba mazingira fulani yana ukame. Swala hapa yana wateja, pale yana wateja Swala sio kwa na mazingira, swala ni neema ya Mungu, kibali cha Mungu kinachoambatana na mtu. Sema kwamba watu ambao wanasema hamna hela, kuna mtu mmoja mwenye neema ya Mungu anaenda pale, anapata pale pale, watu wale wale. Mungu anamiliki watu na vitu, anaweza kuwafanya hao watu walete vitu kule mikono yetu wale, anaweza kuwafanya hao watu walete fedha katika biashara tunazozifanya, au ujasiriamali au wekezaji tunaofanya nkiokeje napomwaambia, tatizo sio mazingira, tatizo sio hali, tatizo ni neema ya Mungu, tatizo ni kibali cha Mungu kiko na wewe.